ulipo tupo tuende pamoja Kamati ya usalama barabarani mkoa wa Mbeya imeendelea kufanya doria katika maeneo yote ya hatari kwa ajali ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa agizo lililotolewa hivi karibuni na mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Zuberi Homera Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga ambaye pia ni mlezi wa Kamati ya usalama barabarani mkoani hapa amesema wameendelea kutekeleza maagizo ya serikali ili kudhibiti ajali katika maeneo hatarishi. Watakuwa wanawasiliana kuhakikisha kwamba kama kuna jam au kama kuna gari limeharibika, wanapata taarifa mapema, tunatafuta chombo au kreni ya kwenda kuondoa sasa hivi. Na tayari mabomba ambayo tunaweka pale, kama maberia yako tayari na

kutegemea na mwongozo mm, ambao utatolewa pia na kamati ya usalama barabarani ya mkoa, na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa inaelezwa na, ina, ina, ina na maaskari walioko hapa. Askari wetu ndio watatuambia sasa, kuna haja ya kuongeza eh, nguvu au kupunguza nguvu, basi tunaongeza nguvu, kama ni kupunguza nguvu, basi tutaleta nguvu nyingine kwa ajili ya kupitisha magari hapa kwa haraka, kwa sababu kuna kipindi malori yanakuwa mengi, magari madogo yanakuwa mengi, kwa hivyo sasa kuna njia ya mzunguko

Tukiwemo bajaji, tukiwemo pikipiki za matairi mawili. Hatutaruhusu gari yote kwenda kwa sababu tunaogopa atakapopita atakayesimama atakayekata kusimama kupita. Akaisana a bajaji na bodaboda ambao watatii amri ya askari au alama na ishara watakazowekewa askari. Ishara zote askari anaonyesha ishara, zipo, ishara, ishara ameweka, alama ya bango kwamba magari yakifika yanapakia. Naye meneja wakala wa barabara mkoa wa Mbeya mwandisi Matali Masige amesema barabara mchepuo itaanza kutumika leo. Mmoja wapo ilikuwa ni kuimarisha hii barabara hii barabara. Kuu ni ya TARURA lakini ilikuwa na upana kidogo mita 5.5 upana wake. Sasa baada ya mazuza kutoka, kwamba maroli makubwa yapite huku yeah. Sije kuwa rais sasa magari yale makubwa kupita katika eh, katika ule upana ambao barabara iko nayo. Kwa hiyo kinachofanya cha kwanza ni kupanua hii barabara kutoka mita 5.5 kufika mita 10 ni magari makubwa yawezi ku kupitichana vizuri, utakuleta madhara yoyote. Lakini pia kupanua nasema calvert pia ongezea upana, lakini pia kwenye kona naeakona zile nyembamba, mambo amawezi kuona kwa mbele aapanua zaidi ikuweze kuona kwa mbele. Kwa hiyo kazi tumeanza tarehe tisa baada ya kupokea maelekezo au maagizo Mheshimiwa e, mkoa mkoa pamoja na kamati ya ulinzi na, na, na usalama na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea nayo kama mlivyoona. Tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information, na kuanzia kesho tunaenda kuweka mora. Sasa magari yaanze kupita ndani ya siku tatu kama walivyomaliza yote na magari yaanze kupita kama ilivyokuwa imeelekezwa. Kwa hiyo serikali imeshatoa hela shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kulipa fidia pale mlima palizi au Iwambi. Hivi sasa tuanze pali kujenga pale mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia, ambapo tuna imani kwamba kufanya hivyo tutasaidia sana kupunguza ajali, kwa sababu tukao tumeshapanua sasa, au separate magari kupita katika eneo moja. Tuna imani kwamba baada kufanya hivyo, tuna imani tunaimani, Mungu akipenda, basi pale mlima Iwambi sasa imepunguza sehemu kubwa sana ya ajali, kwa sababu magari tuko na nafasi ya kupita sehemu mbili tofauti. Akiongea kwa niaba ya wajumbe wa kamati ya usalama barabarani, mwenyekiti wa kamati hiyo mwandisi Rajabu Buguliko amesema kuwa wameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa maagizo. Mpaka kufikia hapa, nadhani tumezunguka sehemu nyingi na uh, kwa ujumla tunaangalia jinsi gani ambayo tunaweza tukafanya utekelezaji wa maagizo, lakini tumeanzia mbali, kuanzia tume inyara kama ilivyotanguliwa kusema mwanzo kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza congestion uh, au magari mengi ambayo yanaweza kupita katikati ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona haifai. Tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka Town Road na Tarura, tumekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo ya yaliyotolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari kupunguza mrundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni ni, ni, ni utekelezaji kama kamati ya usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua uh, na tunasema kwamba kila mmoja atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS, tumeshaona wamechukua hatua, lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli. Tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao, nao wamefanya ya kwao, kwa maana ya kutengeneza beria ambazo ziko tayari kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana, lakini pia wameanza kufanya kazi masaa ishirini na nne msaada wa TANROADS wa kufungiwa taa pale za usiku ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku tatu, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo, wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi na hii inaweza ikawa uh, tumeanza kutengeneza mwarobaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Upande wake, afisa mfawidhi wa SMATRA amesema: naitwa uh, injinia Shabani <Ndende> ni afisa mfawidhi wa SMATRA kwa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya usalama barabarani eh <inaudible> <inaudible> <inaudible> kama kamati tunaendelea na utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa. E, ambapo kama tunakumbuka siku ilipotokea tukio la ajali tunakutana vikao vya dharura mm, na kupeana maelekezo mbalimbali <laughs> moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba e, ambayo yalienda <mukuhi> kwenye upande wa ilikuwa kwa ni kuhakikisha kwamba e, barabara e, ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja ili itakapokuwa imekamilika, e, kwa alori lakini pia tulivyokaa kama kamati e, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo linakuwa na mteremko mkali, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa e, beria ama vizuizi na wenzetu wa jeshi la polisi lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku wa na mchana, na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote, tupongeze jitihada zinazoendelea e, jeshi la polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza e, kukaa muda wote saa 24, kabla hata ya taa kufungwa lakini walienda mbali zaidi, wametekeleza swala la kuweka vizuizi kwa maana ya beria, tumepita tumeziona. Lakini pikipiki piki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati, pia tumeshuhudia kuna pikipiki piki zipo mbili, ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusafei lile eneo la mteremko wa mlima Iwambi. Lakini TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze ku Eh, kuwezesha askari wanakuwa pale waweze kuonekana ki, kiurahisi ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hili. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama wa barabarani mkoa kama mjumbe eh, kamati, tumeridhishwa na jitihada zinazoendelea na sisi tutaendelea kufuatilia eh, hatua kuhatua, kwa hatua ili kuhakikisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na eh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa na kama kuna eneo la kushauri kama kamati tutashauri, ili kuhakikisha kwamba e, barabara zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea e, kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. e, hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya, kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo kama alivyosema ratio kaima ratio, hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji jitahidi sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari wa usalama barabarani. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali e, yanapozuiliwa magari kupita basi wenyewe wanakuwa wakichomoka, e, kukaidi maelekezo hayo. Sasa kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watunge mkono katika eneo hili, na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwa kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kwa sababu lengo nikuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama. Itakumbukwa Juni 8, 2025, mkuu wa mkoa wa Mbeya Juma Zuberi Omela, baada ya kukagua eneo la mlima Iwambi ilipotokea ajali iliyohusisha magari matatu na kusababisha vifo na majeruhi, alitoa maelekezo ikiwemo: ujenzi wa barabara ya mchepuo, jeshi la polisi kufanya doria saa 24, pamoja na kufungwa taa eneo la ukaguzi wa magari. Ulipo tupo, twende pamoja.